Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, na kucomment. Asante sana Nuhu Godfrey kwa kuja hapa Kenya kuzungumza na watu wa Pi Network. Mimi naitwa Janet niko hapa Kenya. Leo Nuhu amenipa nafasi niweze kuwafundisha. Habari za muda huu watu wangu wa nguvu, karibuni sana kwenye Nuhu Online TV, hii mahali pa maarifa, uchambuzi na maarifa sahihi yanayobadili maisha yako. Leo naomba ukae vizuri, uangalie video hii hadi mwisho, kwa sababu nitakuambia kitu ambacho kikifanyika leo unaweza kuja kunishukuru miaka michache ijayo. Na mada yetu leo ni moja tu, nunua PI Network kwenye exchange kwa nguvu zako zote. Sasa nataka tukubaliane kitu kimoja kabla hatujaanza. Sisi watu wa kawaida hatuwezi kubadili dunia kwa kulalamika, bali kwa kufanya maamuzi ya kiuwekezaji kwa akili na kwa wakati sahihi. Leo nitakuonyesha kwa nini PI Network ni moja ya fursa kubwa zaidi za kane hii. PI Network ni nini? Wacha niwaeleze kwa lugha nyepesi kabisa. PI Network ni sarafu ya kidijitali crypto, iliyoundwa kwa lengo la kuweka blockchain kwenye mikono ya watu wa kawaida. Tofauti na Bitcoin ambayo ilihitaji mashine kubwa na gharama kubwa kuichimba mining, pi ilikuja na njia rahisi ikupitia simu yako ya mkononi. Zaidi ya watu milioni 50 duniani wamekuwa wakichimba pi kwenye simu zao bure kabisa kwa miaka kadhaa lengo lilikuwa ni kuunda mfumo wa usambazaji wa haki, e, ambapo kila mtu duniani anaweza kushiriki. Lakini sasa hatua ya mining imekaribia kufungwa, na Pi inaingia kwenye hatua muhimu sana, mainnet Plus Open market. Kwa nini unapaswa kununua Pi sasa? Sasa ndugu yangu, hebu fikiria hivi. Moja, bei ya Pi ni chini sana sasa hivi. Hii ni hatua ya mwanzo, e, bei haijapanda bado. Ukiisoma historia ya Bitcoin watu waliokuwa wa kwanza kuinunua walinunua kwa senti kadhaa tu, leo hii wanakula maisha. Pi bado ipo kwenye hatua hiyo hiyo ii ya bei ya chini. Mbili, Pi tayari ina jamii kubwa hii na ni hai, hii siyo kripto ya kuota ndoto. Pi imejenga community kubwa yenye watu walioko kwenye harakati halisi. Ikuna maelfu ya biashara ambazo tayari zinakubali Pi kama malipo, hasa Asia na baadhi ya nchi za Afrika. Tatu, matarajio ya kupanda thamani ni makubwa. Wataalamu wengi wa blockchain wanasema hivi. If PI succeeds in going fully open and tradable with actual use cases, it could be the next big thing in crypto. Kwa lugha rahisi, hii Pi ikifanikiwa kutumika kama fedha ya kawaida, thamani yake inaweza kupaa kwa kasi isiyoelezeka. Nne, watu wachache wanajua hii na wengi wamelala. Na hapa ndipo penye siri kuu, watu wengi bado hawajachukulia Pi kwa uzito. Hii ndiyo fursa ya wewe kuwa mmoja wa waliotangulia. Ukiisubiri hadi media kubwa zianze kuipiga kelele, utakuwa umechelewa na bei itakuwa juu mno. Jinsi ya kununua PI kwenye exchange. Sasa hebu ni kuonyeshe hatua kwa hatua, namna unavyoweza kununua PI leo. Hatua moja: fungua akaunti kwenye exchange. Baadhi ya exchange zinazouza PI sasa ni Huobi, Ttcom, Bitmart, Superet. Tafuta exchange inayokufaa na hakikisha inaruhusu watumiaji kutoka nchi yako. Hatua mbili, tuma USDT tether. Unahitaji kuwa na USDT, sarafu ya stable coin inayofanana na dola ya Marekani. Unaweza kuinunua kutoka kwa agent au kwa kutumia wallet yako kama Binance, Trust Wallet au Pebble. Hatua tatu, nenda kwenye market e, tumia option ya trade e, tafuta token yenye jina la PI USDT, halafu chagua kiasi unachotaka kununua. Hatua nne, nunua Pi. Nunua kwa kiasi unachoweza i eh, lakini kama Nuhu ninavyosema. Kama uko tayari kuchukua nafasi ya maisha eh, nunua Pi kwa nguvu zako zote. Lakini kumbuka, usiweke pesa ambayo huwezi kuhimili kuipoteza. Wewe ni mwekezaji makini. Mambo ya kuzingatia kabla ya kununua. Pi iliyopo kwenye exchanges nyingi kwa sasa ni unofficial lakini inaruhusiwa kuuzwa. Timu ya Pi bado haijapeleka token rasmi kwenye exchanges, lakini watu wanafanikiwa kufanya biashara ya Pi kutoka kwa wallets zao za mainnet. Usidanganywe na matapeli. Usitume Pi au ust kwa mtu ambaye humjui. Tumia platform rasmi na ujifunze vizuri. Lenga kushikilia Pi, hodl. Hii siyo kripto ya inunua leo uza kesho. Lengo ni kuinunua na kuishikilia kwa angalau miezi au miaka kadhaa. Thamani itapanda. Hitimisho, iu ujumbe wa kiufahamu na hamasa Nuhu. E, mimi nakwambia kama ndugu yako, dunia inabadilika, fedha zinabadilika, na sisi watu wa kawaida lazima tuwe sehemu ya mabadiliko hayo. PI Network ni mradi ambao uko kwa ajili yetu watu wa kawaida, watu wa mtaani. Uamuzi wa leo unaweza kubadilisha maisha yako ya miaka tano ijayo. Utakumbuka video hii au utakuja kusema niliona, lakini sikuichukulia kwa uzito. Uamuzi ni wako. Kama umejifunza kitu, bonyeza like, comment na share video hii kwa marafiki zako wote. Usisahau subscribe kwenye Nuhu Online TV kwa sababu hapa tunakupa maarifa ambayo hayapatikani kokote. Tutakutana tena kwenye video nyingine, lakini mpaka hapo, fanya maamuzi ya kishujaa leo inunua PI kwa nguvu zako zote.